44 Beda, Father Decision project coordinator and the project Implementer of the Archive. Asante kwa taarifa hiyo Baba Askofu Method Kilaini, mweshimiwa sana vika general, waheshimiwa mapadre ambao mmefika katika kubariki archive yetu, waheshimiwa wa masista ambao mko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Ninachukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia neema na baraka mpaka tukakamilisha ujenzi wa jengo hili. Penda kushukuru e, wafadhili wetu waliotusaidia. Tunapenda kushukuru wajenzi, na kwa namna ya pekee fadha Filibert, aliyesimamia ujenzi, mheshimiwa sana pia. Vika general naye aliyesaidia kusimamia ujenzi, na yeye ndiye aliyekuwa e, mmoja wapo watengeneza ramani ya jengo hili. Kwa hiyo tunamshukuru, tunashukuru mheshimiwa sana e, basa wa jimbo, asante sana kwa kushiriki, kwa ushiriki wenu au kwa ushirikiano wenu, ndiyo maana jengo hili limeweza kukamilika kwa haraka kwa sababu lilianza mwezi wa nne. e, sasa hivi jengo limeisha kamilika tunashukuru kwa yote. Napenda kuwashukuru pia masista wetu na vijana wetu wa hapa ambao wameshiriki kufanikisha shughuli hii. Asanteni sana. Kwa hiyo tulibariki tuombe. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaagiza mitume wako kuombea kila nyumba wanayoingia. Twakuomba katika utumishi wetu wa kikuani utakase jengo hili lililojengwa kwa ajili ya kutunza kumbukumbu ya jimbo zetu, kuelimisha waamini wako na kuwaimarisha katika imani. Umwagie wingi wa baraka zako, amani. Jengo hili lijaliwe salama kama nyumba ya Zakae ilivyojaliwa salama kwa kuingia kwako. Waagize malaika wako walinde jengo hili na kulikinga dhidi ya enzi e, yote ya adui. Wote watakaoingia humu wajaliwe roho ya elimu, hekima na uchaji wa Mungu, wafadhili na wote wenye kutumikia kumbu... wenye kutumia kumbukumbu zinazowekwa humu wapate kufahamu kwa akili watakayojifunza kwa ajili ya usalama na mafao yao, pia wayatunze moyoni na kuyatumia kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Basi wote tutakaotumia jengo hili tukupendeze kwa matendo yako ya fadhila, tupate kupokewa baada baadaye katika nyumba ya milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala naye na Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amina. Kwa kweli archive ni kitu muhimu sana ambacho kingepashwa kufanyika miaka mingi sana iliyopita, na bahati nzuri sasa tumempata askofu ambaye ni mwanahistoria, ana shahada ya uzamivu ya historia ya kanisa. Hivyo askofu Jovitus Mwijage kwa sababu ya umakini huo amefanya kitu ambacho tumejaribu kufanya kwa miaka mingi, na akaweza kuweka archive, kwa sababu archive ni muhimu sana. Binadamu ni mwanahistoria, ukijua historia yako zamani utajua unatoka wapi, uko wapi na unakwenda wapi, lakini usipojua hiyo vizuri ni vigumu sana kwenda mbele. Alafu kuna nyaraka fulani ambazo zinafuta kutunzwa ili baadaye ikitokea kitu chochote uweze kuzipata. Sasa nyaraka zote hizo zilikuwa zimetapakaa katika sehemu mbalimbali, chache zilikuwa hapa hapa hapa Mtungamo, nyingine zilikuwa Bunena kule, ambapo zamani ilikuwa makao makuu ya askofu. Kuna nyingine bado ziko maparokiani. Sasa kwa kutengeneza kwa kujenga archive zote zitaweza ku, kuja pamoja na kukaa pamoja halafu, kuna wa viongozi wetu wa dini ambao wameongoza wa jimbo Katoliki la Bukoba, kuna wamisionari ambao walikuwepo, hivyo la nyaraka, nyaraka zao picha zao kumbukumbu zao, mtu anayezitaka ana mahali pa kuzitafuta azikute hapa kwenye archive. Kuna wengine kama mwadhama Lauanika Narugambwa, huyo lazima tuwe na chumba chake kabisa kwenye archive, kwa sababu yeye ndiye ndio utukufu sio tu wa Bukoba, utukufu wa Tanzania na sio tu Tanzania bali utukufu wa Afrika. Sasa so, wakija mahali alipozaliwa lazima wakute mahali fulani, unaweza kupata picha zake zatoka zamani, vitu vingine zaweza kuvipata vikae mle ndani pamoja na mapadi wengine wa zamani na maskofu. Askofu mkuu Novatis Rugambwa ambaye ndiye mtanzania ambaye amekuwa barozi katika Tanzania, katika historia ya Kanisa, amekuwa balozi, akazunguka nchi mbalimbali. Basi walau mtu kumjua hapa Tanzania aweze kuja hapa na kupata habari zake. Na askofu Nestory ameongoza jimbo miaka zaidi ya arobaini. Kwanini asiwe na kumbukumbu zake hapa? Hivyo nashukuru sana Askofu Jovitus Mwijage, mwanahistoria halisi kutoka chuo kikuu kikubwa cha Gregorian ambao na mimi nilisomea pale hivyo kwa kweli alipopata wazo hilo, nami nashukuru sana, na katika umri wangu hapa ndapata mahali pa kumsaidia kuja kuhakikisha kwamba archive hii inaendelea. Tunaweka vile vitu, mambo ya Bukoba, mambo mbalimbali walivyoandika nini, historia, utamaduni, kila kitu, iwe kuwe na mahala ambapo tunaweza tukavipata. Nilikuwa namtania baba askofu kwamba umejenga archive kubwa, lakini kadiri mawazo yalivyo mazuri uenda itabidi kujenga nyumba nyingine tena ya kuongezea juu ya hii, kwa sababu hapa itakuwa kituo kikubwa sana, sio tu cha Bukoba, sio tu ta, cha Tanzania bali cha kimataifa. Ninachotaka kumwambia kwamba tunapomshukuru baba Askofu ajue kwamba hapa panakuwepo na archive yani, ukisema makumbusho ni kitu kidogo sana. Archive ni kubwa kuliko makumbusho, maanake itakuwa na kumbukumbu -kumbu za zamani, nyaraka mbalimbali -mbali kutoka zamani na vitu vya maonyesho, maanake itakuwa archive ya ndani itakuwa archive ya yafanya utafiti itakuwa vile vile, kama kidogo kama ukumbusho, yaani museum ya kuonyesha vitu mbalimbali ambavyo mtu anaweza kupata. Yule anataka kuja kuvitembelea anaweza kuja katembelea katazama, yule anataka kuja kufanya utafiti anaweza kaja kafanya, basi na vitu vingine kama hivi.